Yo ebana, kwa uvumi ambao umezidi kuendelea kwenye mitandao ya kijamii ambao umekuwa ukimhusisha Harmonize pamoja na bibi ambaye anaitwa Kajala. So siku ya jana kwenye birthday ya um, mtoto wa Paula pamoja na Mario, ilibuka video moja ambayo ikimuonesha eh, Kajala akiwa na Harmonize wakivibe vitu kama hivyo. so Uh, historia kubwa kinoma, kila mtu akawa anasema kwamba pengine watu hawa tayari wameshaweza kurudiana. Ikumbukwe kuwa walishaweza kudate kwa long time kidogo, elfu mbili na kumi na nane, elfu mbili kumi na tisa huko walikuwa kwenye moja ya cup ambayo iliweza kusumbua sana kwa upande wa Afrika na upande wa Tanzania kwa ujumla. Asobana, so Uh, bana ukipita sasa kwenye kurasa wa Harmonize pale ameweza kuzirudisha zile picha za Kajala ambazo walikuwa wamezipigaga 2018 2019 huko 2010 na of course 2024. So ni kitu macho kimeyazua gumzo sana kwenye mitandao ya kijamii. Kwa nini Harmonize ameweza kuzirudisha picha hizo katika kurasa wake wa Instagram? So hilo jambo limezidi kuongeza attention na kuwapa watu maswali zaidi. Je, ni vipi kwa ameweza kurudiana kuweza kuendelea na so, maisha ya, wa so, yao kama ilivyo kawaida, kama ilivyokuwa ada, au kama vipi? So ni moja ya stori mbayo imezidi town lakini pia kuna video ambayo ilisambaa sana kwa kasi kupitia mitandao uh, ya kijamii ikionyesha moja ya gari ambayo ni Range Rover Land Rover ambayo zaidi ya thamani ya milioni mia tatu, ambayo ilikuwa imeandikwa Kajala 3. So watu wakasema kwamba pengine hii imeongezwa. Ikumbuke pia Harmonize alishaye kumnunulia Kajala, Kajala 1, Kajala 2. So watu wakaja kusema kwamba ameongeza aina nyingine ya gari ambayo atakuwa anaitumia. So tuendelee kusubiria weza kujua eh, nini ambacho kinaweza ku happen on next kwa sababu hakuna mbaya ameweza kudhibitisha kwamba wamesha rudiana, lakini picha na tumeweza kushuhudia kupitia video ya jana ambayo ilikuwa kwenye birthday ya eh, ama. Lakini pia kwenye ukurasa wake Harmonize pia ameweza kuonesha hivyo. Tuendelee kusubiri, usiache kupita sipita bila kusubscribe.